geni wangu siku ya leo pamoja we, kumbuka mpenzi mtazamaji, kama ilivyo ada, ni sehemu ya kipindi hiki utapiga simu na kufuatilia kwa makini, hatimaye kutuma jumbe mfupi ili uweze kujuzwa katika yale tunazungumza leo hii. Mbele yangu niko na wageni wangu watatu, naomba kutambulisha kwa wa kwanza kabisa ni mkurugenzi Priska Komba, yeye ni kutoka dawati la jinsia mkoa wa kipolisi wilaya ya Kinondoni hapa Dar es Salaam. Karibu sana kwenye kipindi madamu. Uh, ameambatana na Sergeant Dolis Gweba, yeye ni kutoka dawati la jinsia na watoto toka mkoa wa kipolisi Ilala hapa Dar es Salaam. Pia wako na kakangu, huyu ni mkurugenzi msaidizi e, Mesha Kimpwange, Mpwange, yeye ni anatoka dawati la jinsia katika mkoa wa wilaya ya kipolisi Temeke kwa, kwa kuzungumza na kule tunazungumzia hapa ni kazi za dawati la jinsia je, mpenzi mtazamaji, tunazungumzia jinsia. Nini kinagonga kichwani mwako? Taarifa gani inafika hapo? Je, majukumu yao ni nini? Wewe Mtanzania utapata wapi unapokuwa na, na tatizo ama shauri na usema masuala ya kijinsia. Je, unaona namna gani mtu anavunja sheria kuhusu masuala ya kijinsia na unataka kutoa taarifa ili mtu achukue hatua kwa haraka sana, tafadhali fuatilia kipindi hiki mwanzo hadi mwisho na hatimaye kupata taarifa kutosha. Kama ilivyo ada, leo hii tunatarajia kuwa na mada zetu mbili. Mgeni wetu pia atakapofika, basi kipindi hicho kitaanzia pale saa moja na robo ama saa mbili na ishirini na kumaliza kipindi, lakini kwa sasa ni mezani kwangu nao wageni wangu hawa ndio tunazungumza nao kwanza, moja, moja kwa moja, karibuni sana kwenye kipindi na swala langu yes, la kwanza naomba niulize, nijitambulishe mimi, mimi naitwa raia mkakamavu, Albert Clarence the King, niko na makamanda hapo, nazungumza nao kabisa. Ah, pia nimshukuru Juliet Kabagambi ndio anaosema tangazo subiya leo lakini kakangu, uh, Sela Boy sambamba kabisa naye uh, kakangu mkubwa atakwambia baadaye jina lake na Dr. Gafla nani huyu? Eh? Kilanda Madanga yes. <laughs> <laughs> <laughs> ndio yuko kwa mpenda kamera. Jina hili wewe nakimbia mbali sana ngoja niandike hapa Kilanda Madana. Yes. Ndio kuja tena mara kwa mara. Oh, huyo ndio yuko mpiga picha kwa leo. Sasa tuzungumze kwa moja, tuzungumze hapa dawati la jinsia, jinsia hiki. Asante sana. ni kitu gani e? Aha, Aha, Aha, inspector. Inspector. Inspector. Okay, sasa Mm, uh-huh. Dawati la jinsia ni chumba maalum ambacho kimetengwa kwenye ofisi zetu za polisi, na chumba hiki kimetengwa kwa usiri kupokea kazi shughuli zinazofanyika matukio yanayofanyika hapo. Awali ilikuwa unapofika sehemu ya mapokezi watu ni wengi sana, kwa hiyo watu wanashindwa kutoa siri zao, maana mambo mengine ya ukatili ni mambo ya siri. Lakini ukifika kwenye dawati la jinsia utakuwa umeeleza mambo yako vizuri kwa usiri na atashughulikiwa kwa usiri, tofauti na pale ungeweza kujieleza kwa hofu, kwa kuhofia hali yako na mambo yako yatasikiwa na watu wengi. Na kama kunatokea weni so lazima nitoe mfano wa shambulio, basi jalada litafunguliwa na utapewa P3, kuelekea hospitali na baada ya hapo, kumbuka, umeshafungua jalada, utarudi kituo cha polisi, kesi ipelelezwe, ipelekwe kwa mwanasheria, hatimaye mahakamani. Huu ndo utaratibu kwamba inavyokuwa. Sasa dawati hili baada kuwekwa, nimesaidia nini sasa hivi? E, na pia labda, kabla tujafika hapo, mtu anaposema jinsia, kitu cha kwanza anafahamu ni mwanamke anazungumziwa hapa, kusema jinsia ni mwanamke, lakini uhalisia uko namna gani? Walisia neno jinsi inakuja me mm, na ke na inawahusu watu wote, yaani mume, mke, ndio walisia walio neno jinsia. Lakini tunawapataje hawa na kuwashughulikia kwa wakati mmoja mm, ni pale tuna anapofika mwanamke mm, naona hapa umezungumzia tunamuona ni mwanamke mara mm, ya kwanza. Hapo awali tuliona matukio mengi ni ya wanawake na watoto mm, lakini kadiri tunavyokwenda na elimu zao wafikia, sio kama wanaume walikuwa watendewi makosa, walikuwa wanatendewa mm. Lakini leo hii tunapokea wanaume ambao wamefanyiwa ukatili na wanawake, na yapo yapo wazi. Kwa hiyo tusiseme leo tunashughulikia mwanamke na mtoto, bali tunamshughulikia hata na baba, na ndio kwa maana hata hapa unavyotuona tuna mwanaume ameshika hatamu katika mambo ya dawati anaweza kumshughulikia mwanaume anaweza kumshughulikia kutoa matatizo ya mwanamke pia hatimaye hata mtoto, ili kuto kuona ni wanawake tunashughulikia wanawake, kumbe kuna wanaume ambao pia wanaweza kuwasaidia wanawake na wanaume wenzao. Aha, mimi mimi ni mwanamume na nimepata shambulio la masuala ya kijinsia. Nimefika kituoni, anayepaswa kunishughulikia nani? Ni mwanamume mwenzangu ama yeyote kimkuta? Kama ni mwanamke pia nini wajibu katika hili? Kwamba je, mwanamke anapewa huduma na mwanamke mwenzake ama mwanamume anapewa nini? Hapa kinakuwa pale, kuna kitu usiri. Nitakupa uhuru, utamweleza mm, uta, mimi ni mwanamke mm, na wewe ni mwanaume. Je, uko tayari kushughulikiwa na mimi mwanamke katika matatizo yako au nimwite mtu mwingine? maana swala so zima la usiri mm, na swala so zima la mwanaume kutendewa ukatili, sio wanaume wote ambao wako tayari kuja dawati la jinsia. kwa hiyo anaweza akachagua lakini mimi kuna wanaume ambao wanasema endelea tu, mama Komba, nitakusikiliza. Haya, mpenzi mtazamaji, huyu ni mkaguzi Priska Komba akitoa utangulizi juu wa dawati hili la jinsia, ametuambia nini kinashughulikiwa pale, picha inapatikana hapa ama taarifa ambalo tunatakiwa kuchukua. Subira leo ni kwamba kwenye dawati la jinsia hili basi ni dawati ambalo linashughulikia mwanamke, mwanamume, hali kadhalika na mtoto. Hawa watoto bila kujali jinsia zao, na watoto kwa jina moja tu, watoto. Lazima mtoto mke ama mtoto binti ama mvulana hautengwa, watoto wanashughulika katika dawati hili. Naomba kupewa taarifa, tatizo hili sijui sijuna tazungumza hapa, nitamsaidia lakini nasikia nikatofautiana katika mkoa mmoja na mkoa mwingine. Hali iko vipi katika makosa haya ya kijinsia? Tafadhali nenda tuanze. Eh, Wailala, tafadhali hali iko vipi? Ah, asante ndugu mtangazaji. Mimi naitwa sergeant Doris, kama ulivyonitambulisha. Ah, hali ya matukio katika mkoa wa kipolisi Ilala haitofautiani sana na maeneo mengine mm. Na kwa sababu hiki ni kipindi cha utangulizi, vile vile ningependa kutumia fursa hii kuwatambulisha sasa wa Tanzania, especially wanaoishi katika mkoa wa Kipolisi Lala kwamba katika mkoa wa Kipolisi Lala tuna madawati ya jinsia na watoto tisa pamoja na kituo cha one stop center, ambacho kiko Amana hospitali ambacho vyote huwa tunapokea makosa haya. Aa, kwa utangulizi kwamba mkoa wa Kipolisi Lala una dawati la mkoa of wa vile vilevile kuna dawati la na watoto wilaya ya Kati, ambayo nipois wengi wanajua. Kwa hilo kuna dawati la na watoto wilaya ya Msimbazi, Kariacoo, Buguruni, Stakshari, kituo cha polisi Tabata, kituo cha polisi Vingunguti na vile vile kituo cha polisi Pangani. Na kwa zaidi sasa ni kwamba na hospitali ya Amana pale kuna kituo kinachoitwa one stop center, ambacho tunafanya kazi kwa pamoja na madaktari, maafisa ustawi wa jamii, polisi, tupo pale. Hii yote ni kurahisisha, kama afande ambavyo wametangulia kusema kwamba zile huduma za kipolisi, utoaji wa PF3 katika makosa haya ya unyanyasaji na ukatili. Aha. Uh, tafadhali uh, mkaguzi msaidizi, tusaidie uh, katika mkoa wako wa Temeke, watazamaji wako na utazama hivi sasa, wakati wakikuta kwamba wanataka huduma hii ya dawati la kijinsia, uh, jinsia wapi wafike na huduma ziko, na hali iko vipi hapo Temeke? Yeah. Kama alivyotangulia kuzungumza Priska, kwa eh, dawati la jinsia na watoto ni kitengo mahususi ilichoanzishwa ndani ya jeshi la polisi kwa lengo la kushughulikia vitendo vyote vinavyohusiana na unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Na lengo la kuanzishwa kwa kitendo hichi, kwa kitengo hichi, kwanza ilikuwa ni kulijengea jeshi la polisi uwezo wa kuweza kushughulikia vitendo hivyo. Na kwa nini limeanzishwa? Kwa sababu lilianzishwa kwa sababu kulikuwa kuna changamoto, kwa mfano kuna baadhi ya mambo ambayo siku za nyuma jamii yalikuwa ikifanyika, kuna baadhi ya jamii zilikuwa zinaona ni sawa. Kwa mfano, kuna baadhi ya makabila wanaamini kumpiga mwanamke ndio unaonyesha unampenda, kwa hiyo ikaonekana sasa kuna, kuna haja ya kuanzisha kitengo hichi mahususi ili kutoa elimu ili watu waweze kutambua, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wanashindwa hata kujua anafanyiwa kitendo, anashindwa kujua hata kama hicho kitendo kuwa ni kosa, na anashindwa kujua alipoti wapi. Kwa hiyo cha msingi kubwa ambacho kilianza kili, kili, kili, kili, kili, kili, kili, kufanywa ni kutoa elimu kwa sisi askari polisi wenyewe ili kutujengea uwezo wa kuweza kushughulikia vitendo hivyo, na cha pili sisi wenyewe kutoka sasa kwenye public, kwa maana kwenye jamii, kuweza kutoa elimu ili waweze kujua madhara ya, ya, ya, ya, ya vitendo hivyo vya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Kwa mfano, kuna watu ambao sisi watu wengi wamejenga kuona madhara tu yale ya Vya, ya, na, na, na, na, atoto, ya ya ya ya ya ya ya moja kwa moja, yaani madhara ya kimwili, lakini ukiangalia vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia na na unyanyasaji wa watoto vina madhara mengi. Kwa mfano kuna madhara ya ya ya tunasema ya kiakili, na madhara ya kiakili ni madhara makubwa mno, Eh, ambaye anaweza kampelekea mtu anafanyiwa vitendo hivyo anashindwa anashindwa kushiriki kwenye shughuli za kiuchumi, anashindwa kushiriki kwenye masomo, kwa sababu inafika sehemu hata mwenyewe anajikataa. Eh, kuna madhara mengine yanamfanya mtu ananyimwa fursa ya kuweza pia ku, ku, ku, kupata labda eh, ku, ku, ku, kushiriki kwenye ujenzi wa, wa ujenzi wa uchumi wa nchi hii. Kwa hiyo kuna madhara mengi, na ndio maana dawati hili likaanzishwa. Eh, na kwa upande wa Temeke tuna jumla ya madawati manne. Kuna dawati la jinsia na watoto Chang'ombe, tuna dawati la jinsia na watoto Kilwa Road, tuna dawati la jinsia na watoto Kigamboni, tuna dawati la jinsia na watoto Mbagara. E, kwa hiyo madawati haya yote yanafanya kazi za kushughulika na vitendo vyote vinavyohusiana na unyanyasaji wa kijinsia.